Mawili kwa Kiswahili. Kwanza nashukuru sana my governor Kolelengu kwa sababu ameamua na ameamua na naro yake, moja ya kwamba ile chama ambaye tawala itakuwa katika itakaa katika, katika Kajiado County ni ODM. Your Excellency, you have our support fully. Usiwe na wasiwasi yeyote, simama ngangari na hii chama itasimama na kushukuru sana Your Excellency kwa sababu jusi umekaa na rais na umeleta boseli katika Masaini. Najua hapa watoto wengi sana wa masaini watapata ajira. That is an excellent job that you have done and we are very grateful for that. Na nashukuru sana kwa sababu pia wewe ndio umekuwa sikuhizi funguo ya rais. Mimi naona hakuna pahali rais anaenda bila wewe kuwa hapo, hiyo ni jambo muhimu sana emedoa eme maana roina. Kwa hivyo, kwa sababu tutakuja kuwa na negotiation hapo hapo, mbele yule mtu atakaa kwa meza, kuna negotiation on behalf of the Maa community and on behalf of the ODM in Masailand. hakuna mtu mwingine atakaa kwa hiyo meza, ni wewe peke yako, na tukiona mtu mwingine hapo nampiga teke. Na kwa sababu gavana pia anasonga mbele